Yeah, karibu academixpoint.com tena na tutorial yetu hii hapa. Tutakuwa tunakuelekeza namna gani unaweza kutengeneza lesson plan, ambapo kwenye lesson plan huwa tunatumia format ya zamani na kuna format mpya kama unavyoona. Kuna format ya zamani na hii hapa ni format mpya. Tukianza na format ya zamani ambayo hii ni syllabus ambayo ni mpya kwa sababu ukiingia kwenye um, format mpya hapa inakwambia, uh, create your own lesson plan here uh, afu amekuekea new syllabus for form form 1 only kwenye kwa hiyo ni kwa ajili ya kidato cha kwanza ambao ni syllabus mpya, lakini ukija kwenye lesson plan ya zamani. Hii ni lesson plan ambayo unaweza kutengeneza uh, kwa old syllabus ambayo ni form 2 form 3 na form 4 pia. Kwa tukianza na hii lesson planning ya kizamani, ukishafungua hapa, unaona kuna panel nyingi zinatokea huku chini ambazo zina rangi ya blue na inakuambia um, panel ya kwanza inakuonyesha common details about teacher, ya pili inakuonyesha common details about syllabus, ya tatu inakuonyesha common details about students, ya nne inakuambia common details about lesson plan. Kwa hiyo ni muhimu ukaelewa kujaza namna ya kujaza kipengele kimoja baada ya chingine, ili uweze kuwa unatengeneza lesson plan ambayo ni sahihi. Kwa hiyo naomba tufuatane hapa kwa makini zaidi, uangalie namna gani unaweza kujaza hizi um, uh, category zote ambazo zimewekwa hapa kwa ajili ya kujenerate lesson plan yako kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tukija kwenye common details about teacher, unaona uh, panel inakwambia somo maelezo, na unaona pia kuna year of study. Kwa hiyo year of study unachagua mwaka ambao unafanyia kazi, kwa mfano sasa hivi tupo 2025 sehemu ya pili, na kuonyesha school name. Unaweza kujaza school name, kwangu mimi naweza nikaandika ling secondary school, nikaja teacher's name anaitwa Twizo na kuna sehemu ambayo inakuonyesha tarehe ya hiyo lesson plan. Mimi natengeneza lesson plan tarehe yangu ni leo tarehe 4 mwezi wa 5, tarehe tarehe 5 mwezi wa 4 2025. Lakini lakini pia kuna somo ambao nalifanyia, unalitengenezea lesson plan lesson biology. Class mimi nataka nitengeneze biology form two. Stream, stream ni ile mikondo kwamba mkondo A, mkondo B, mkondo C labda A ni form 2A. Na period hichi ni kipindi cha kwanza na cha pili, cha tatu na cha nne, cha tano na cha sita na vipindi vingine unaendelea kuangalia ni kipindi gani ambacho unakitengenezea lesson plan. Kwa mfano, sema kipindi changu mimi ni cha mchana, ni kipindi cha sita naweka hapa ni kipindi cha sita. Kama kipindi chako cha asubuhi unaweza kuchagua cha kwanza na cha pili au cha tatu na cha nne ni vile ambavyo kipindi chako kipo muda gani. Tukitoka hapa, nafikiri tumemaliza kufill blanks zote ambazo ni common details about teacher, lakini kuna kipengele cha pili kinakwambia common details about syllabus. Kama ilivyoelekeza mwanzoni kwamba hii ni syllabus ya old syllabus ya form 2, form 1 na form 4 peke yake. Kwa hiyo unapokuja hapa unakuja kuelezea, uh, kuna maneno kwanza yanakwambia hapa not in the specific objective section avoid action verb like Explain, as you will select them in the word to use section. Kuna maelezo ambayo hutakiwi kuyaweka, kwa mfano sehemu ambazo tunatakiwa kuweka um, I mean, description mbalimbali hatutakiwi kuweka maneno kama explain kwa sababu hayo maneno tutayatumia. Kuna kipengele cha mwisho kabisa ambacho kina ndio kina, common details about lesson plan, kina select word to use ambazo labda unataka kuelezea maana ya kitu fulani au kitu fulani. Kwa hiyo kwa hapa sisi tutakuwa tunajaza kama ifuatavyo. Uh, select competence hapa kuna vitu um, mbalimbali ambavyo vimeorodheshwa. Wewe unataka kuang kuangazia nini zaidi? Kwa mfano mimi naweza nika, nika select labda ku demonstrate appropriate use of biological principles and skills in solving as related labda nataka niwafundishe, utakuja kuangalia topic hapo za kidato cha pili, utaziona hapo, utachagua topic yako labda ni classification of living things alafu kuna subtopic hapo. Subtopic nafikiri ni kile kitu ambacho unataka kuelezea, labda uh, meaning of, meaning of classification. Specific objective nataka watu wazijue labda kingdom au phyla Alafu teaching aids, labda tunaweza tukawa tunatumia vitabu au mtu anaweza kaa anatumia vitu vingine ambavyo vina labda chaki na nini. Kwa hiyo mimi naweza nikaeka tu hapa books. Um, teaching and learning materials, hapa unaandika vile vifaa ambavyo vitakusaidia kwenye ufundishaji wako. Kuna sehemu imeandikwa select reference. Kuna reference ambayo ipo hapa moja kwa moja ambayo ni kitabu cha form 2, cha ambacho ni cha baoji cha mwaka elfu mbili na ishirini na mbili una select hapo, na hii inafikiri itakuwa inatokea kwenye kila somo ambalo utakuwa unalifanyia lesson plan, kutokana na reference ambayo ambazo zinatumika nchini Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuchagua hizo reference. Tunaenda sasa, tukishamaliza kujaza common details about syllabus, tunakuja kwenye common details about student. Sasa details about student unatakiwa ujaze registered male wapo wangapi registered male, tuseme tumeregister watu wa tano, na registered, I mean, sorry, hii hapa ni panel ya registered female, wanafunzi wa kike labda tuna wanafunzi wa tano, na wanafunzi wa kiume tuna wanafunzi wa tano ambao wapo darasani ni watano kote, wameshafika hamna mtu ambaye amemisi. Kama kuna mtu ambaye amemisi, unaweza kuweka idadi hapo ya watu ambapo tumewasajili na ambao wamemisi kwenye kipindi um, na walioelewa, tunaweza kuweka labda wote kumi. tunakuja kuna tukishamaliza kwenye common details about student, tunakuja ku, ku, kumaliza kipengele cha mwisho ambacho ni common details about lesson plan. Common details about lesson plan unakuja, um, kuna kipengele kimeandikwa select word for intro. Unataka kutumia uh, kwenye introduction, unataka kutumia maneno gani? Kwa mfano mimi nataka kutumia brainstorm, nataka kuuliza maswali au unataka kutambulisha mada mpya. Kwa hiyo utachagua ni kitu gani ambacho unaanza nacho. Kuna panel ambayo inakuonyesha Kiswahili, kuna maneno ambayo yanakuonyesha Kiingereza na kuna maneno ambayo yanakuonyesha Kiswahili. Kiingereza ni kwa masomo ambayo yanatumia lugha za Kiingereza na kwa Kiswahili ni kwa masomo ambayo yanatumia lugha za Kiswahili. Kwa mfano kama mimi naweza nikatumia um, labda brainstorm, au ask question. Alafu select word to use. Select word to use, kama unakumbuka wakati tupo huko kwenye common details about syllabus nilikwambia hatutakiwi kutumia maneno kama explain, kwa sababu hayo ndio utakuja kuyatumia hapa. Hakutakiwi kuandika labda explain meaning of classification, kama unaona hapa, unaandika tu meaning of classification na sasa objective yako na iweka pale. Unapokuja kwenye word to use unakuja kuselect uh, kitu gani unataka kukielezea, labda mimi nataka ku explain meaning au nataka tu discuss au nataka tu demonstrate au tu describe tu calculate, vyovyote vile ambavyo unataka ku, somo lako lina, lina base wapi zaidi kwao. Kwa mfano kama mimi naweza nikaweka ku explain, kisha maliza hapo, na nakuwa nimeshamaliza kujaza hizi sections zote, kwa hiyo sasa na submit. Nikisha submit, inaniambia asante kwa kuandaa Uh, asante kwa kuendelea kutengeneza lesson plan kupitia NMG AI lesson plan creator. Sasa unaweza kudownload lesson plan yako kwa kubonyeza hapo chini. Maana yake nikishajaza details kwa umakini zaidi kwa usahihi zaidi, moja kwa moja ndakwa nimeshamaliza na na uwezo sasa kudownload lesson plan yangu, na itaniuliza kama nataka kuweka kudownload file, nasema ndio and tunasubiri. Baada ya muda lesson plan inakuwa ipo downloaded na naweza kuifungua sasa Lesson plan yangu ambayo ipo hapa kama mnavyoona, we have to wait for some minutes ili ifunguke. Yes, maelezo ambayo niliyaweka yote, link secondary school lesson plan ya 2025 biology inaonyesha mkondo, kipindi cha ngapi, dakika za hiyo, wanafunzi ambao nimewasajili, na details zingine, lakini kuna introduction kinaonesha kwamba na nini nini, kila kitu kinakuwepo hapa. Kwa kama unavyoona lesson plan yangu tayari naweza kuwa generated kwa muda mfupi zaidi, na unaweza kudownload na unaweza kufanya vitu vingine kama kuprint na kuendelea na kutengeneza maandalio mengine ya masomo. Kwa hiyo hii process unairudia pia kwa um, ile syllabus ambayo inahusisha kidato cha kwanza pekee ambayo ni syllabus mpya, na maanisha, um, ile syllabus ambayo imewekwa kwenye new format unatumia process hizi hizi. Kwa hiyo unaendelea ku, ku, kurudia process the same process, lakini kule tofauti yake ni kwamba ya, ni format mpya ambayo ni syllabus mpya, na hiyo huko ambayo tumetengeneza ni syllabus ya zamani zawa, lakini hapa tutakuwa tumepatana uzuri sana.